Leo tulikuwa kwenye mkutano wa tano wa wanahisa wa Mwanga Hakika Benki, ambapo kikubwa ilikuwa ni kuleta mrejesho kwa wanahisa kuhusiana na, na utendaji uh, wa benki kwa mwaka wa 2024. Kikubwa kabisa kwa wanahisa tumeweza kuwaletea habari ya kwamba benki imetengeneza uh, faida uh, ya kiasi cha shilingi bilioni 14.6, ikiwa ni ukuaji wa asilimia 46, wa uh, kulinganisha na mwaka jana mwaka uliopita mwaka elfu mbili na ishirini na tatu uh, faida baada ya kodi imeweza kukua kwa asilimia 53, ambapo benki imeweza kuripoti faida ya bilioni 9.9. Haya ni mafanikio makubwa sana ambayo benki uh, ya Mwanga Hakika inajivunia na imeasishwa kwa wanahisa. Lengo la benki ni kupata faida na kuhubiria watu wengine. Benki yetu imeendelea kuibarika na kufanya vizuri zaidi kwa mwaka 2024 huku ukionyesha ukuaji thabiti katika nyanja mbalimbali za kifedha. Katika mwaka 2024, tumehitimisha mwaka wa nne na mpango mkakati wetu wa miaka mitano unaoishia mwaka 2025. Napenda kuwafahamisha kuwa kila mwaka tumekuwa ukivuka malengo yetu, hata miaka iliyobakia matukio wanaonyesha kuwa tutavuka malengo yetu pia. Mimi ni mwanahisa wa hisa ya Mwanga Hakika Benki. Kwanza mimi kama mwanahisa najivunia sana kuwa mwanahisa katika benki hii, kwani nimenufaika sana kwa mambo mengi katika benki hii. Cha kwanza, benki hii inaongozwa kwa uwazi na haki na ukweli. Kwanza menejmenti yetu inatupeleka vizuri, pia bodi ya ukurugenzi ya benki iko vizuri kwa sisi wanahisa. Pale tunapokuwa hatuelewi, tunapotoa maoni yetu na mawazo yetu, huwa wanatufafanulia na kutueleza na kutuelewesha kwa uzuri na wanahisa tunaweza kuelewa. Lakini pia nikiangalia wanahisa, wanahisa nilikuwa naangalia nyuso zao, wamefurahia kwa sababu, kwanza mwaka jana utoliwa ujadili leo, uh, ulikuwa na mafanikio makubwa. Benki ilipata mafanikio makubwa sana. Kwa ujumla benki ilikuwa kwa zaidi ya asilimia 50 katika kila eneo. Kwa hiyo wanahisa wamefurahi na wamefurahishwa na management na board kwa utendaji wao, na pia bodi imewaeleza wanahisa uh, matarajio ya mafanikio ya mwaka huu. Tunashukuru sana wanahisa na kuendelea kuwa na imani na benki. Lakini benki imeendelea kukua kwa kipindi cha miaka mitano, tumeendelea kuboresha huduma zetu kwa wateja, tumeendelea zaidi kwenda zaidi kuwahudumia zaidi, na kuhakikisha kwamba tunaenda kidigitali zaidi kwa kutumia internet banking, huduma kwa mitandao, mafikia wateja wengi zaidi. kwa upande wa mali za benki zimeweza kukua kwa asilimia 56 kufikia bilioni 324 na, na kuifanya kuwa mojawapo benki ambayo inakuwa kwa kasi sana katika soko Tanzania. So, kwanza uh, kikubwa tunapenda kuwashukuru wanahisa kwa sapoti waliotupa na, uh, na kutuamini kwa mwaka uliopita wakati tunaendelea na mpango kazi wa miaka mitano unaoisha mwaka 2025. Kwa mwaka huu uh, 2025 uh, management pamoja na watendaji wote wa benki endelea kuweka bidii kuhakikisha kwamba malengo yote yaliyojiwekewa yanafikiwa. Pia ya hii bodi yeah, imewaeleza wanahisa uh, matarajio ya mafanikio ya mwaka huu kwa kutoa uh, projection za uh, performance ya, ya mwaka huu hapa tumekuwa nao na ni mzuri. Pia mpaka sasa kota ya kwanza imeshaisha, benki ina mafanikio mazuri. Kwa hiyo ndiyo mkutano umeenda vizuri na mwenyekiti ameweza kujibu maswali ya wanahisa na wameelimishwa, na wamefurahi. Wito wangu kwa wanahisa, kwanza wazidi ku support benki kwa namna yoyote. Tunajua kuna management na board zinaendesha, lakini sisi tunavyofanya kazi ni kwamba kila mmoja ni mfanyakazi wa benki. Kwa hiyo washirikiane na, na, na board, washirikiane na management, tufanye hii kazi kwa pamoja na kwa kweli e, tumepata ushirikiano mkubwa kwao na tunazidi kuwaomba. Mpaka sasa hivi hatujatoa gawio, lakini tunazidi kumnenepesha ng'ombe. Huko mbeleni mambo yatakuwa mazuri, na malengo yetu ndani ya miaka miwili mitatu ijayo, basi kama ni e, dividend zitaanza kutoka Wakati ninaanza nilikuwa nina hisa ndogo sana shia, katika benki hii. Kutokana na hamasa ya uongozi na bodi ya ukurugenzi, kwa kweli nilihamasika na niendelea kuongeza hisa zangu. Pia najivunia hata napo katika, katika benki yangu ninapokwenda kuhitaji huduma yoyote ya kibenki kwenye mikopo na shughuli zingine, kuwa nahudumiwa kwa na uhakika na kwa hali iliyo ya uelewa mzuri na wenye uledi mwema. Kwa hiyo sioni tatizo lolote wala sijuti wala sioni kwamba nina adha yoyote kutokana na kuwa mimi mwanahisa wa benki ya wananchi. Hivyo najivunia sana kama Mwanamwanga na kuwa mwanahisa katika benki yangu ya Hakika Mwanga Benki.